Alimdhihaki baada ya kuona amefirisika. Angela, hata kama nikiwa maskini ndio utembee na rafiki yangu, sio rafiki tu, hata kama angekuwa ni baba yako ili mradi awe na hela tu, nitolee uchuro hapa. Akamnenea maneno ya dharau. Angela, naomba tuzungumze tafadhali. Una hadhi ya kuzungumza na mimi? Labda nikununulie chakula, masikini mpya wewe, toka hapa. Kumbe hakufirisika, ni mtego aliofanya ili ajue kama kweli mke mtarajiwa kama ana upendo wa kweli. Hii ni hadithi ya Eli, kijana tajiri aliyejifanya kafirisika ili kupima upendo wa mchumba wake, hadithi itakayokufundisha kwamba upendo sio vitu bali ni utu. Niandikie kwenye komenti, unatizama hadithi hii ukiwa wapi? Usisahau kulike na kuandika maoni yako kuhusu hadithi hii, kabla kupoteza muda tuanze. Usiku wa manane, ndani ya ofisi ya ghorofa ya juu ya kampuni ya Kilimanjaro Holdings, alikaa mwanaume mmoja kijana mwenye mwonekano wa kujiamini na macho yenye hekima ya ndani, Elias Mwakalinga Alikuwa ni mmiliki halisi wa kampuni hiyo kubwa, lakini wengi walimfahamu kama bosi mtulivu anayependa kuwa mbali na kamera. Alifungua dro ya mezani, akatoa picha moja ya msichana mwenye tabasamu la kipekee, Angela, mchumba wake ambaye walikutana miaka miwili iliyopita. Alimpenda sana, lakini moyo wake ulianza kuwa na shaka. Alianza kugundua mabadiliko madogo kwa Angela, mazungumzo yake yalizidi kujikita kwenye pesa, maisha ya kifahari, na safari za kifalme. Alianza kujiuliza, ananipenda mimi au anapenda yale niliyonayo? Ndipo wazo moja la ajabu likamjia. Alipanga kujitengenezea utambulisho mpya, akionekana kama mtu wa kawaida asiye na pesa. Alitaka kujua kama upendo wa Angela ulikuwa wa kweli au ulikuwa kivuli cha utajiri wake. Siku iliyofuata, Elias alikwenda katika gereji kubwa iliyoko Mwenge akaagiza gari lake la kifahari lisimame kwa muda. Akachukua gari dogo la kawaida aina ya Toyota Corolla ya zamani. Alibadilisha mavazi yake ya bei ghali na kuvaa jeans zilizochakana, fulana nyeupe. Alikata nywele zake vizuri, lakini kwa mtindo wa kawaida usioonyesha heshima ya bosi. Kwa kutumia jina bandia Eli, alianza kupanga kuishi kwenye nyumba ya kupanga maeneo ya Mbagala, mbali kabisa na maisha ya kifahari. Hakuna mtu katika kampuni isipokuwa meneja wake mwaminifu Bibie tali aliyejua mpango huu. Ukicheza mchezo huu, hakikisha hutorudi ukiwa umejeruhiwa, Bibie Tali alimwonya Eliasi. Akatabasamu taratibu, lazima nijue ukweli. Angela alishangaa kuona Eliasi akiwa amevaa nguo za kawaida na kuendesha gari la zamani. Habari mpenzi, umepata shida gani? aliuliza kwa sauti ya mshangao. Elias alijibu taratibu, kuna mambo yamebadilika kazini kuna hasara kubwa, nimeamua kuishi maisha rahisi kwa muda hadi nisimame tena. Angela akabaki kimya kwa sekunde chache, macho yake yakimtazama kutoka juu mpaka chini, kama anamchunguza upya huu. Sawa, alisema bila hisia nyingi, lakini hiyo ni hali ngumu. Nitatulia kisha tuone namna. Ndani ya macho ya Elias kulikuwa na kivuli cha maumivu kisichoonekana kwa urahisi. Alianza kuona mwanzo wa majibu ambayo alikuwa anayohofia. Siku zikaanza kupita. Elias sasa alikuwa anaishi kwenye nyumba ya chumba kimoja cha kupanga, anakula chakula cha kawaida na kuvaa mavazi yasiyo na chapa za kifahari. Angela alianza kupunguza mawasiliano. Kila akimpigia simu alikuwa na visingizio, niko bize, nina rafiki ameniita, labda tukutane wiki ijayo. Siku moja Elias alimwalika aje nyumbani kwake kupia kwa chakula cha jioni. Angela alipofika alishangaa kuona mazingira ya kawaida. Eli, hivi kweli hapa ndipo unakaa sasa? Aliuliza kwa kushusha sauti. Elias akatabasamu, ndiyo, karibu nyumbani. Angela aliweka uso wa kujifanya mwenye furaha, lakini ndani yake kulikuwa na mashaka na hali ya kutoridhika. Elias akiwa mwerevu, aliona kila kitu kwa macho ya siri. Wakati huo huo, Angela alianza kukaribiana na mwanaume mwingine tajiri anayemfahamu kupitia rafiki zake, Ken Molel, mfanyabiashara mwenye tabia ya kujionyesha. Alimwalika Angela kwenye pati ya kifahari. Alivaa vizuri akaenda bila kumwambia Elias. Elias akiwa nyumbani kwake, aliingia mitandaoni na kuona picha za pati hiyo zikisambazwa kwenye Instagram. Angela alikuwa katikati ya picha, akicheka kwa furaha mikononi mwa Ken. "Huyu ndiye Angela niliyekuwa namwamini," Eliasi aliuliza kimoyomoyo, macho yake yakiwa yamejaa maumivu. Lakini hakutaka kutoa hitimisho mapema. Alianza kuweka mtego wa kina zaidi. Eliasi alipanga hafla ya kampuni kubwa ya uwekezaji ambayo yeye ndiye alikuwa mwenyekiti halisi, lakini safari hii alijificha kama mfanyakazi wa kawaida anayepeleka chakula kwenye hafla hiyo. Angela akiwa amevaa nguo ya kifahari, alifika akishikilia mkono wa Ken. Alijiona mwenye fahari kuwa karibu na tajiri mpya. Elias akiwa amevaa mavazi ya wahudumu alipita karibu yao kimya kimya. Angela hakuonesha kuwa anamtambua kabisa, alimtazama kama mtu wa kawaida. E, nenda kule upande wa mezani, Angela alimwambia kwa kiburi, akidhani ni mhudumu tu. Elias alipumua kwa kina. Sawa, mchezo umeanza rasmi, alijiambia. Baada ya hafla, Elias alijaribu kuzungumza naye. Angela mbona siku hizi unanipita mbali, si hivyo Eli? Ni vile nimechoka kidogo na hali hii, naona kama maisha yamekuwa magumu sana. Unajua mimi napenda maisha mazuri. Na je mimi? Eli aliuliza. Angela akavuta pumzi kwa sauti. Wewe ni mzuri lakini kila kitu kimebadilika. Maneno hayo yalimchoma kama kisu moyoni. Elias alianza kutambua ukweli taratibu, upendo wake ulikuwa unapimwa bila yeye kujua. Elias aliamua kumfuatilia kwa siri. Aliomba rafiki yake mmoja wa karibu, Jonas, amsaidie. Jonas alikuwa dereva katika kampuni ya Ken. Walipanga mpango wa ndani, wakagundua kuwa Angela alikuwa akikutana mara kwa mara na Ken kwenye hoteli moja ya kifahari. Elias alienda usiku mmoja akiwa amevalia kofia na miwani, akakaa sehemu ya mbali ya hoteli ile ile. Aliona Angela akiingia kwa furaha. Akimkumbatia Ken kana kwamba amesahau kabisa maisha aliyokuwa nayo na Eli. Uso wa Elias uligeuka baridi, lakini bado hakutaka kulipiza mapema. Alitaka Angela ajidhihirishe ushetani wake kikamilifu. Elias alitengeneza mpango wa mwisho wa awamu ya kwanza. Alijitambulisha kwa Ken kama mtu wa kawaida anayehitaji kazi ndogo kwenye kampuni ya Ken. Alijifanya maskini kabisa. Ken akamcheka lakini akampa kazi ndogo ya kubeba mizigo kwenye ghala. Angela alipomuona Elias akiwa kwenye ghala akibeba maboksi alishtuka. Alijaribu kumficha uso wake asionekane kama anamfahamu vizuri. Angela hujambo, Elias alimsemesha taratibu. E sawa, akajibu kwa haraka akijifanya yuko bize. Hapo ndipo moyo wa Elias ulianza kuchemka kwa hisia kali zisizofafanulika, mchanganyiko wa huzuni, hasira na upendo wa kuumiza. Usiku huo, akiwa peke yake kwenye nyumba yake ya kupanga, Elias aliketi kwenye kiti kidogo, akitazama picha ya zamani ya Angela akiwa na tabasamu safi. Macho yake yalikuwa mekundu kwa hasira iliyojificha ndani ya maumivu. Nimejifanya maskini, si kwa mchezo, bali kujua ukweli juu ya upendo wako kwangu, alijisemea. Sasa naona ukweli ni mchungu kuliko nilivyodhani. Lakini badala ya kutoa uamuzi wa haraka Elias aliamua kuendeleza mchezo huu hadi mwisho, akijua wakati ukifika kila kitu kitafichuka hadharani, katika njia ya kushangaza ambayo hakuna aliyekuwa akiitarajia. Mwezi mmoja baada ya Elias kuanza mpango wake, mambo yalikuwa yamekolea. Angela alikuwa akizidi kuzama kwenye maisha ya kifahari pamoja na Ken, huku Elias akiendelea kuvaa ngozi ya umaskini ili kumalizia mchezo wake wa mwisho kwa uangalifu mkubwa. Usiku mmoja Elias alimuita Jonas, rafiki na msaidizi wake mwaminifu, kwenye ofisi ya siri aliyoificha ndani ya jengo la zamani. Ndani ya chumba hicho kulikuwa na skrini kubwa, mafaili ya watu mbalimbali na mpango kamili ulioandikwa kwenye ubao wa kuandikia. Jonas, sasa nataka tuanze awamu ya mwisho, Elias alisema kwa sauti ya upole lakini yenye nguvu ya ndani. Uko tayari kumuonesha sura yako halisi? Jonas aliuliza. Ndiyo, lakini si moja kwa moja nataka kila kitu kije kwa kishindo, si hasira, bali ukweli usiopingika. Walipanga hafla kubwa ya wawekezaji wa kampuni ya Elias, lakini safari hii Ken na Angela walialikwa kama wageni maalum, wakidhani kuwa ni hafla ya mtu mwingine tajiri anayetafuta washirika. Wote wawili hawakuwa na wazo lolote kwamba mwenye hafla hiyo ni yule Eli maskini waliyeanza kumdharau siku zilizopita. Siku ya hafla ilifika. Ukumbi wa hoteli ya kifahari mjini Dar es Salaam ulikuwa umejaa watu waliovaa vizuri, mapambo mazuri, taa zikiwa zinamulika kama anga la nyota. Angela alivaa gauni jeupe la kifahari, akiwa pembeni ya Ken ambaye alivaa suti ya thamani, akijiona mfalme wa usiku huo. Waliingia ukumbini kwa majivuno, wakipeana tabasamu na wageni wengine. Walisikia watu wakizungumza juu ya mwenye hafla hii mpya, mwekezaji mkubwa anayetaka kushirikiana na wafanyabiashara wakubwa nchini. Lazima huyu mtu ni mkubwa sana, Ken alisema kwa sauti ya kujisifu. Ndiyo, nataka tuhakikishe tunaingia kwenye mpango wake, Angela akamjibu, macho yake yakimetameta kwa tamaa ya mafanikio ya haraka. Baada ya muda, taa zikapunguzwa, muziki ukanyamazishwa, msimamizi wa hafla akatangaza, karibuni sana kwenye hafla ya uwekezaji ya mwaka huu. Leo tunayo heshima kubwa ya kumpokea Mheshimiwa Elias Mwakalinga, mwanzilishi na mmiliki halisi wa Kilimanjaro Holdings na mwekezaji mkuu wa mpango huu. Tafadhali mpigieni makofi. Angela alishikilia mkono wa Ken kwa nguvu. Ulisikia jina? Aliuliza kwa mshangao. Ndiyo, Elias Mwakalinga huyo ndiye tajiri mkubwa sana, siyo? Ken akamjibu huku akitazama jukwaani. Ndipo pazia dogo jukwaani likafunguliwa na Elias mwenyewe akatokea, akiwa amevaa suti nadhifu nyeusi, akiwa na sura tulivu, lakini yenye mamlaka makubwa. Angela alipiga moyo konde, akikodoa macho. Hakuwahi kumwona Elias katika namna ile, kama boss mwenye nguvu na heshima kubwa mbele ya mamia ya watu. Habari za jioni, Elias alianza kwa sauti tulivu. Ninajua wengi wenu mmeniona nikibeba maboksi, nikifanya biashara, nanyi kama mtu wa kawaida, lakini leo mmeniona kama mimi nilivyo kwa hakika. Ukumbi ukashangilia, lakini meza moja, meza ya ken na Angela, ilibaki kimya kama kaburi. Baada ya hotuba yake Elias alitembea moja kwa moja kuelekea meza ya Ken na Angela. Watu wote waligeuza shingo zao kumtazama. Angela alianza kutetemeka taratibu. Ken alijaribu kujifanya jasiri, lakini macho yake yalionyesha mshangao mkubwa. Elias alisimama mbele yao, kimya kizito kilitawala ukumbi mzima. Angela, Elias alianza kwa sauti ya kina, je, unanikumbuka? Angela alishindwa kujibu mara moja. Ee, Elias nilidhani uliniona kama mtu maskini. Ni kawaida ukanipima kwa macho ya tamaa, na sasa tuko hapa kwenye uso wa ukweli. Ken alisimama kwa kiburi. Sasa unataka nini? Tumeitwa kama wageni, sio kwa maswali binafsi. Elias akamtazama kwa tabasamu dogo lenye maana nzito. Ken nilikuita kwa sababu nataka mashahidi waone upendo bandia unapovunjika. Kisha akamgeukia Angela kwa macho yaliyobeba huzuni na hekima. nilikuwa tayari kukupenda hata kama nisingekuwa na chochote, lakini nilitaka kujua kama ungenipenda mimi nikiwa tajiri na ungenipenda nikiwa masikini vilevile vile. Lakini umenipa jibu lako kwa vitendo, si kwa maneno. Angela alianza kulia, machozi yakitiririka kwenye mashavu yake. Elias, nilikosea Nilipotea, nilidhani umetoweka, nilidhani maisha yetu yameisha, nilikuwa naogopa la... Elias akamkatiza kwa upole lakini kwa uthabiti, hukuogopa, ulichagua. Ukumbi mzima ukabaki kimya ukisikiliza tukio kama sinema. Ken alijaribu kumvuta Angela waondoke, lakini Angela alikuwa amesimama kama aliyegandishwa. Elias akapumua kwa kina, kisha akasema, Angela, asante, kwa kunionyesha ukweli. Upendo wa kweli haupimwi kwa magari, nyumba au gauni la kifahari. Unapimwa kwa moyo unaobaki hata giza linapoingia. Wewe uliondoka na taa, ukasahau mtu. Kisha akageuka na kuondoka taratibu, huku mwanga wa jukwaa ukimfuata. Angela alijaribu kumfuata akilia, lakini walinzi wa ukumbi wakazuia kwa utaratibu, Ken akiwa hana nguvu wala usemi Akabaki akimwangalia Elias akipita mbele ya umati kama shujaa aliyeshinda vita kimya kimya. Baada ya hafla ile, Angela na Ken walitoweka kwenye dunia ya hadithi ya Elias, huku yeye akibaki na somo kubwa la maisha: sio wote wanaokushika mkono wanakupenda, wengine wanashika mkono wako kwa sababu ya kile ulichobeba. Elias aliendelea na maisha yake akijua kwamba wakati mwingine upendo wa kweli hujificha katika macho ya wale wanaokuona ukiwa huna chochote na sio wanaoshangilia unapong'aa. Asante sana kwa kufuatilia hadithi hii. Niandikie ulichojifunza kwenye komenti. Usisahau kulike na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Bye bye.